Mwezi wa kumi na mbili. Kabla yake kulikuwa na Dhulqaida, huu ni mwezi wa kumi na moja. Kabla yake kulikuwa na mwezi wa Shawal, huu ni mwezi wa kumi. Kabla yake kulikuwa na mwezi wa Ramadhan, huu ni mwezi wa tisa. Kabla yake kulikuwa na mwezi wa Shaaban, huu ni mwezi wa nane kabla yake kulikuwa na mwezi wa Rajab, huu ni mwezi wa saba. Kabla ya hapo kulikuwa na Jumad al akhir, huu ni mwezi wa sita. Kabla yake kulikuwepo na Jumad al-awwal, huu ni mwezi wa tano. Kabla yake kulikuwa na mwezi wa Rabi' al-thani, huu ni mwezi wa nne. Rabi' al-awwal, huu ni mwezi wa tatu kabla ya hapo kukawa na Safar, huu ni mwezi wa pili, na mwezi wa kwanza unaitwa Muharram. Hii ni miezi kumi na mbili yote nimeitaja katika mwaka, japo kuwa nimeitaja kurudi nyuma nyuma. Kwa hivyo huu ni mwezi wa kumi na mbili, maana yake tunamaliza mwaka mwaka wa Kiislamu. Baada ya masiku machache, tutaambiwa mwaka mpya wa Kiislamu ambao kwamba unaanza na mwezi wa Muharram, Safar Rabii Alawal, Rabii Thani, Jumada Lula, Jumada Thaniya vile vile, kisha ndio Rajab, Shaban, Ramadan, kisha Shawal, Dhulqida, Dhulhija mwezi wa kumi na mbili. Ndani ya huu mwezi mtukufu wa mwezi wa kumi na mbili wa Kiislamu, mwezi wa Dhulhija, kuna masiku bora ya dunia. Mtume sallallahu wa alaihi wasallam ameita hivyo, na akawaambia masahaba hadhihi hiya afdalu ayami dunya, haya ndio masiku bora ya dunia. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika hili yeye ndiye mwenye kuumba na mwenye kukhtari kama alivyosema katika surati Qasas aya nambari 68 na

Yakhluqu ma yasha, anaumba anachokitaka, anachopenda yeye anaumba subhanahu wa taala. E, ameumba viumbe mbalimbali sana. Jini ameumbwa na Mola subhanahu wa taala. Mwanadamu ni katika maumbile ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala Mbingu ni katika maumbile ya Mola subhanahu wataala. Majabali ni khalq min khalqi llahi subhanahu wataala. Mabahari, mabonde, milima, khalq min khalqi llahi subhanahu wataala. E, katika binadamu akamuumba huyu mfupi, huyu mrefu, huyu mweupe, huyu mwekundu, huyu maji ya kunde, huyu mweusi yeah? Huyu ni mwanamke, huyu ni mwanaume, huyu ni eh, ana umbo fulani, huyu ana umbo fulani. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Muhimu tunarudi pale pale. Mola wako ndo anaumba anachotaka na anachagua yeye eh, Subhana wa ta'ala. Eh? ma kana lahumul khiyara, sisi katika uumbaji hatuna khiyari hatuna hatuna khiari. Na ndio katika visa ambavyo kwamba nimevitaja katika baadhi ya durusi zangu kuwa Sayyiduna Nuh alayhi salam, yeye jina lake anaitwa alikuwa akiitwa Abdul Ghaffar. <laughs> Sayyiduna Nuh anaitwa nani? Anaitwa Abdul Ghaffar, ndio jina lake. Kwa nini ameitwa Nuh? Nisikilize kidogo, ni azime masikio yako kidogo, tuende kidogo, tuingie ingia ndani, ndio tunaanza mada yetu katika eh, tunaanza darsa yetu katika eh, masiku haya matukufu ya dunia. Saiduna Nuh au Abdul Ghaffar radiyallahu, eh, sallallahu alayhi wa ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu awashushie rehema mshushie rehma Saidna Nuh, amshushie rehma Saidna Muhammad na mitume wake wote, eh, sallallahu alaihim waala alihim wasahbihim ajmain. Siku moja akiwa katika kutembea tembea katika zama zake, manake yuko karibu na Saidna Adam, e, imepita miaka mpaka tangu Adam afe mpaka kuja kupatikana saidi na Nuh kulipita ka, miaka mia moja eh yeah. Kwa hivyo alikuwa karibu saidi na Nuh na nani na saidi na Adam, yani ilikuwa inawezekana kuhesabu mababu mpaka Adam alayhi sala eh yeah. ake sisi saidi na Adam alipo kumbwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, akaishi miaka takriban mia sita, akafariki, akaacha bendera ya da'wa ila Allah kwa mwanaye anaitwa Shith ibni Adam, Shith ibni Adam. Wakaja wengine kama wawili, si mitumi ndio akaja baada ya saidna Ukhnukh, saidna Idris alayhi salam. Huyu akawa ni nabii baada ya Idris akaja saidna Nuh, wakaja wengine kama wawili watatu pia, ndio wakaja saidna Nuh ambaye kwamba ni nabii wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Alhasil kwamba saidna Nuh akatoka na tembea tembea, akaona mbwa barabarani huko ana macho manne, jibwa lina macho manne, mbwa ana macho manne. Mbwa ni khalq min khalqi llah, kama tulivyotangulia kusema mbwa ni kiumbe katika viumbe wa Mola subhanahu wa ta'ala, lakini twamfahamu mbwa kawaida ana macho macho mawili, lakini huyu alikuwa ni mbwa wa kimaajabu kidogo, hatujui ilikuwaje, lakini pengine Mwenyezi Mungu anataka kumpa mtihani mtume wake. Mtume wake nani wakati huo? Nuh, au Abdul Ghaffar eh, sallallahu alayhi wa alihi wa sahbi eh, Mwenyezi Mungu amshie rehema Sayyidna Nuh akamtoka maneno baada ya kumwona yule mbwa akasema, ah, ni ubaya gani wa maumbile ya mbwa kama huyo eh? Ndivyo tulivyo sisi binadamu, sisi binadamu, mm, macho yetu yanaona na yanahesabu na anatoa mtihani na anatoa majibu wakati huo huo, mbaya zaidi. Na huwa napenda kuwa tanabahisha watu kuwa mtu anaweza akaingia mpaka katika heshima ya mtu, akamwingilia mpaka katika mwandani wake, mkewe, akamwambia: ah, udamana ameoa mke mbaya kwelini! <laughs> makosa makubwa malizia kisa ili upate ibra, ndugu yangu msikilizaji wa Iqra FM 95 nukta sifuri popote pale unapotusikiliza, jazakallah khair. Saidna Nuh akatokwa na maneno imma kwenye nafsi yake, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua alichozungumza, akasema huyu mbwana anatisha huyu mbwana ana sura mbaya, maneno mfano wa hayo basi mbwa wakati huyu huyu mwenye macho manne alikuwa akizungumza hapo hapo, akamjibu huyu. Alikuwa ni si mbwa wa kawaida, mpaka anazungumza na anajua lugha. Akamjibu Said na Nuh, akamwambia mbwa sasa azungumza: ya Abdul Ghafar, una mlaumu aliye niumba au unamlaumu, unanilaumu mimi? Kisha akaendelea kumwambia, kama unamlaumu unanilaumu mimi, basi mimi sina uwezo wa kujitengeneza, sina uwezo wa kujiumba, na tungelipewa nafasi ya kujiumba na kujitengeneza sisi, basi mimi nisingechagua kuwa mbwa leo, Ningechagua kuwa ni kiumbe mwingine mwenye heshima kubwa, pengine ningechagua niwe malaika, pengine ningechagua niwe binadamu kama nyinyi. Lakini sasa swala la kuumbwa liko mikononi mwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kama wanalaumu mimi, wanionea, na kama wanamlaumu aliyeniumba, basi yeye halaumiwi, Subhanahu wa Ta'ala, fa'alu lima yurid wa rabbuka yakhluqu ma yashau wa yakhtar ma kana lahumul khiyaratu subhanahu wataala amma yushrikun, Surat Alqasas aya nambari 68. Ilibidi <tire> asimame Sayidna Nuh kwa dakika kadhaa akitafakari maneno mazito aliyoambiwa na huyu mbwa, na mbwa ameondoka zake. Ikabidi kama mtume wa Mungu na mwenye kushishua wahi, akaona amekosa sana. Akawa kila wakati ile memory, ile kumbukumbu kumbu inamjia, akilia sana na kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu mpaka e, ile niyah niyah inatokana na kilio au kuugulia Nahat alhamamatu, eh, ndege amefanya niaha, maanake amelia. Au nahat arrajulu, eh, bimayitihi, mtu amemlilia mtu aliyekufa, anaitwa niaha. Kwa hivyo akaitwa Nuh kwa sababu ya kulia sana, kwa sababu ya kuumia sana, kutokana na nini? Kutokana na kile kitendo kigumu alichokuwa amekifanya ame. Kwa hivyo Abdul Ghaffar akawa, akawa ni Nuh kwa sababu ya tukio kama lile. Kwa hivyo haifai kwa namna moja au nyingine kuweza kutia kasoro kiumbe cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mahma kitakavyokuwa. Sisi wakati wadogo tulikuwa, e, tulikuwa, tulikuwa tukaambiwa, tukiambiwa usimcheke kilema eh. Tulikuwa tukiambiwa Kiswahili, hujafa hujaumbika. Tulikuwa tukiambiwa usimcheke zeruzeru, mama yako atakuja kuzaa kama unamcheka, eh atakuja kuzaliwa kwenu. Kwa hivyo tulikuwa tunajengwa walikuwa hawana hizi aya na hadithi kama hizi ambazo leo sisi twazitoa, lakini walikuwa na tamaduni, walikuwa na Kiswahili, walikuwa na maneno fulani ya kuweza kukutishia wewe kama mtoto ukulie katika kuheshimu kila kiumbe cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika dunia kama hii. Eh, wazazi wetu hawakuwa na hizi aya nyingi hizi, hawakuwa na hii Qur'ani labda kubwa kwa kiasi hicho, hawakuwa na hizi hadithi ambazo kwamba zimeeleza leo tunasema, rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Pengine hawakuwa nayo haya mengi sana katika vifua vyao, lakini walijenga watoto wao katika kuheshimu viumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba wewe usimcheke kilema, kwamba wewe hujafa, hujaumbika, unawezekana hata na wewe leo na kesho ukapata kilema ukawa huna miguu ukawa huna mikono. aadhana llahu waiyakum jamian. Kwa hivyo walikuwa na tulea kwa misingi hiyo, lakini leo watoto miaka mitatu hawakai sana na wazazi, miaka miwili na nusu mitatu ameshatolewa shuleni kule. Eh, sasa hawa watu wafaa wasikilizishwe redio kama hizi za Iqra waweze kufahamishwa maisha yanakwendaje, kwa sababu nina mashaka kwamba watoto wengi hatukai nao tukapata nafasi ya kuwambia usimcheke kilema. Hatuna nafasi ya kukaa nao, kwa sababu wako bizi na shule masaa ishirini na nne. Hatuna nafasi ya kuwambia usimcheke zeruzeru, inawezekana mama yako ukimcheka kazaa na yeye e, mtu mwenye albino Hujafa, hujaumbika. Maneno haya hatupati nafasi ya kuambia watoto wetu thakafa na falsafa kama hizi, wakakuwa nazo katika kukua kwa kuogopa, lakini vilevile kuheshimu, kuwa huyu ameumbwa hivi na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ndio leo kama hujapata mafunzo haya na, na malezi kama haya, utamsikia mtu, kwa nini bwana huyu naye bwana eti mke huyu, hata ningepewa bure misingemchukua. an kwa nini? ah, sura gani anayo? oh, tia kasoro mpaka kwa wake za watu, atia kasoro mpaka watu. Mwenyezi Mwenyezi Mungu ashamaliza, amesema, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, tumemuumba binadamu katika umbile zuri kabisa. Tukirudi katika ayam khairu ayami dunya ni kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametukirimu mimi na wewe ndugu yangu msikilizaji, kuwa leo mpaka katika siku hizi tukufu za mwaka eh, siku tukufu za dunia hizi siku kumi za mwanzo za mwezi wa Dhulhijja, ambapo kunapatikana katika masiku haya kumi ibada mbalimbali mbali, ikiwepo ikiwemo ibada kubwa kabisa ibada ya Hija wanapokusanyika waislamu kutoka maeneo mbalimbali mbali, wakiwa mirengo yao mbalimbali mbali, rangi zao mbalimbali, lugha zao mbalimbali mbali, lakini wote wakakusanyika katika mji mmoja katika eneo moja wakiongea lugha moja: labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik inna alhamda laka walmulku la sharika lak. Wote wanazungumza lugha hii. Mzungu ambaye kwamba hajui Kiarabu anazungumza lugha hii katika eh, maeneo hayo matukufu. Eh, Mjerumani ambaye kwamba ametoka huko mzungu pia, hajui Kiarabu anazungumza atazungumza lugha hii mm. Tumswahili kutoka bara, kutoka pwani, ametoka huku Tanzania, ametoka huku Kenya, ametoka Uganda, akifika kule anazungumza lugha, wote wanazungumza lugha moja, wote wamevaa vazi linalofanana, wote wameelekea uelekeo mmoja, wote wanamuomba Mola mmoja, wote wanamfuata mtu